Shule hii imetupatia mtoto ambaye sasa Kenya amekuwa Kenya three, mtoto wa rafiki yangu koordineta wangu, sasa tumemweka na lainisha shule huko na ngeni. Huyu kijana ametufanyia sisi maajabu, watu wa Bumula. Unajua huko nyuma Bumula ilikuwa inasikika, tuko mambo mbaya mbaya mbaya, ni kwa sababu nyinyi mlikuwa mmechukua mtu ana marking scheme ya kupita mtihani akawa mbunge Mulikuwa umeweka mbunge ambaye hajawahi pita mtihani yeyote. Sasa tungekuwa na shida, wewe uta expect mbunge aambia watoto wapite namna gani na yeye mwenyewe hajui kupita inafeel namna gani? Yeah, that was the problem. Lakini saa hii tunang'ara, Bumula sasa iko kwa mapu ya Kenya. The only way to help a community ni masomo na hiyo ndiyo imekuwa kipaumbele yangu. The only way mtoto wa tajiri na maskini wanakutana ni kwa darasa, kwa mtihani, awe mtoto wa rais, awe mtoto wa wa mfanyibiashara mkubwa. Infrastructure, wakati tumeingia uongozi, tumekuwa na changamoto mingi. Watoto wetu ambao ni contractors, wametumiwa vibaya, hilo jengo hilo pesa ililipwa ya kurenovate class kumi, kuangalia kwa vitabu, contractor kalipwa pesa, pesa ikachukuliwa. Contractor huyu mtoto ni wapa tu ako na loan ana service, wame auction yeye sasa kabisa. Lakini mimi kama mbunge, lazima kazi iendelee. sakalikario sasa, nimejaribu nilikuja hapa na contract, tumejaribu mambo ikawa ngumu na sio hii shule peke yake. Yule aliyekuwa mbunge alifuja pesa mingi sana. Jengo kama hilo, angalia vile liko, kuna ingine huko, shule ya netima pia tumekwama, kuna shule ya kimaeti tumekwama. Nikitoka hapa sasa naingia Kimwanga, kwa sababu lazima sasa, we must make decisions. Mimi siwezi kubali wanafunzi wako nje, pesa ilikulwa sisi tumerudi nyuma. Ndugu zetu wa Kikuyu walikuwa na Kenyatta miaka kumi na tano wakakuwa na Kibaki miaka kumi wakakuwa na Uhuru miaka kumi Saa ino ujayo tofauti iliye mbofu sana hapa. Ndugu zetu hapa Wakalenjini wamekuwa na Moi Daniel miaka ishirini na nne wamekuwa na Rais Ruto ndio huyu. Wakati Weta na Mudavadi walikuwa already wako uongozi wako bunge Rais Ruto alikuwa shule. Mara za haiba ziko bora sana ri. 27 ni sasa ni mata hey, 32. Ha. Wewe Bumura kama na kwa mfukiria. Wakati wanakuwa na ndugu zetu kutoka nje. Wale wa ndani wa Mheshimiwa Rais. Wakati wako na weta, wanaambia yeye Rais atakuachia wewe. Twende akitoka atakuachia. Wakienda viiga wanaambia Mudabadi atakuachia lakini katika lineup ya Ruto Ruto hako na, na deputy wake we uko mumbarasia huko atakuachia namna gani? atakuacha namna gani akulekerekanyalikana Sasa sahii wengine wako miaka sabini 27 75 20 32 80, ila hali ndugu zetu wakikuyu wanajipanga, wameweka kina Ndindi Nyoro huko miaka arobaini. Kimani Ichung'wah rafiki yangu miaka 45. Hapa Wakalenjini wanajipanga Murkomen miaka 45. Eh, kina Cherarigei miaka hata haijafika 40, haro ni Cheriot. Na sisi hawa wanatuambia tu sitasimama 27, 32. Ikifika 32 sitasimama 32, 37. Wewe mvumula, mvukilia kama nako. Sisi tunawaambia mtazamo wetu ni tofauti, tunataka Muluya akuwe kwa meza 20 Yeah. Wakipanga wakienda sisi, tunataka Mluhya 20, 27. Yani, wana president na cha Nyanza anaajilia project mingi kubwa huko. Stadium ya Homa Bay ilianza baada ya sisi yetu hii ya kandui iliisha wanatumia tunaomba serikali itoe msukosuko hii iko kwa grade 10. Paka saa hii watoto hata hawajaenda shule wote ni kwa sababu ya hii mix up imekuwa. Mtoto wako hapa anaplesiwa Mount Elgon, mahali ambapo day school hawezienda, omwana anariano bamplesa Kakamega. Tunataka serikali iangalie ia hiyo maneno kwa haraka, tuhakikishe kwamba education is not interrupted watoto wetu waendelee kusoma sawa sawa. Tunashukuru serikali imetoa juzi pesa za capitation, lakini sio enough. Serikali itoe pesa zote za capitation kuhakikisha kwa kwamba watoto wetu wakiwa shule wanakaa na wanasoma sawa sawa sawa. if you want to mess a society, cheza na maneno ya elimu, na ndio tunaomba serikali wasicheze na mambo ya elimu. Wakitaka kwenda Singapore waende. Hiyo ni sawa. Lakini maneno ya elimu wasifanye nini? wasicheze na. Hiyo mambo yote waliambia wamama wetu waliambia bodaboda boda. kwamba bottom up bottom up. Tunangoja hiyo maneno ya bottom up.